Siku ya pili ya Oktoba 2025 tumeshatinga katika mwezi ule ambao tunasema ni mwezi ambao unakuwa tofauti sana katika upande wa Asili Yetu TV. Ni mwezi ambapo tunakwenda uh, kuweka mashamshamu au kuanza eh, zile timbwili za kiburudani tunakoelekea kuhitimisha pale Novemba mosi katika msimu wa pili wa pati ya Asili Yetu TV Night Dreams Show ambayo inakwenda kufanyika pale katika hoteli ya Bednest tupo na wana kuhakikisha kwamba tunakuwa katika upande wa kiburudani zaidi bwana. Katika engo ya kiburudani siku hile tutakuwa na wasanii wengi ambao watahusika pia, lakini usisahau tu kwamba tuko na watu ambao wamesupoti kibao, ikiwa ni wafanyabiashara, makampuni, lakini pia na watu tu ambao ni wajasiriamali wa kawaida. Lakini mzamini mkuu Hombolo Waini kwa msimu wa pili mfululizo, bado ameendelea kushikilia hata yake ile ile. Ungana nami basi mwanzo mpaka mwisho, naitwa Mzee Watatu niko naye Sharobaro wa Njombe akiwa ameongozana naye Doricus, mambo yanakuwa ni mazuri, fresh bayana. Nafikiri ni watu ambao tunawafahamu, ni wanafamilia kutoka hapa hapa Asili TV Njombe Tanzania, ambapo tunakuwa tunaongana nao. Jana mambo yalikuwa mazuri, ongera bosi. Shukrani, mimi nakwambia ongera e. <laughs> mambo vipi? Mambo fresh. Uhakika. Unyama mwingi. Bana, jana tumeona chupa Li, li, li, li mm, ninaitwa Single Boy. Mm. Mm. Bwana wengi, mara baada ya kuweka mashamshamu ya ya, ki, ya kiutangulizi tunasema kwamba na jambo langu jambo langu jambo langu, kila mmoja akawa anasema kulikoni ili jambona matarajio, <laughs> jambo gani <hilo? laughs> nafikiri hitimisho wameshaiona mm. kwamba mm. Ni ni ambacho nilitangaza kwamba nilichowaambia nita, ni, ni, ni kwamba nitawatangazia. Kwa hiyo nimeshawatangazia wameshafahamu mm. Eh, kwamba nimeachia video inaitwa Single Boy, hivi hivi, mtoto haram Sharobaro wa Njombe hivi. Turudi tu hapo mwanzo, kuna tofauti yani tofauti kati ya tangazo uh, kwa sababu sababu ulisema unatangaza, haujasema unaachia burudani au unafanya nini. Ulisema unatangaza, lakini watu wakajua tangazo ni kama taarifa si ndo maana yake? Yani ndivyo tulivyozoea, ila kama vile ulikuwa umetuzunguka watu wakawa wame kwenye, kwenye tangazo alafu <laughs> ukaja kiburudani. unajua kwa nini nilitumia tangazo? He. kwa sababu nilikuwa nacheza na akili na za watu mm -hmm. Uh, kwanza kwa wakati naandaa ile video mm -hmm. kuna baadhi ya klip nilikuwa naziachia mtandaoni sasa. He. watu walianza kufikiria tofauti pamoja na mimi He. Sijui <laughs> walianza kufikiria kwamba labda uh, Sharobaro wa Njombe kashaingia kwenye mahusiano na msanii wake, walikuwa hawafahamu na mimi zile clip uh, niliachia nili, nili tu clip moja siku moja eh, katika mtandao wa TikTok nikakuta imeenda. Sasa watu wameanza kusema kwamba aa, wamesha kuwa wapenzi. Yani kila tukipita barabarani, wanatuita wanatuuliza, hivi nyinyi ni wapenzi? Mbona mnapendezana sana tukiona clip zenu? Okay, ndio maana mwisho wa siku kuachia ile video nikasema tangazo, mm, ili watu niwaweke kwenye akili ile ile kwamba atatangaza kitu gani. <laughs> <laughs> lakini pamoja na kwamba tunasema binadamu huwa anakuwa na akili za mbali za kufikiria kile ambacho kila mmoja ana uwepo wake au ana uwezo wa kukifikiria Of course, watu walichokuwa wakikiwaza na kuki, kukielezea kwenye ufinyo au undani wa mawazo yao hakijaachana ya sana na ichi ambacho umekuja kukifanya. Bado uko pale pale, kwa sababu watu walikuwa wanahisi au walikuwa wanadisi kwamba kuna uwezekano wewe na Doricus mkawa tayari mko kwenye mahusiano, lakini pamoja na kwamba wakati wanapeleka zile hisia na wewe ukaweka lile neno tangazo, lakini bado kama vile umekuja kuwazirishia ni kama vile umewajibu sasa mimi, <laughs> mimi kwanza kuandika vile mm. Kuposti vile picha na kuandika single boy mm. Nilikuwa na maanisha wimbo mm. Sikumaanisha kwamba ndo unaenda kumaliza usingo hapana mm. Nilikuwa na maanisha kwamba ngoma inaitwa single boy mm. Nimeshoot video na Doricus ndo maana hata picha ile niliandika nimechoka kuwa single boy na ngoma mm. Ukisikiliza inasema nimechoka kuwa single boy na na na Doricus. Ha, ha, ame support msema kama umechoka kuwa single boy, yeah. Naomba uwe na mimi audio <laughs> sijaimba yeah. Na Doricus, Doricus... sisi, sisi tunaangalia pale kwenye video yeah. Ha, unajua hatuwezi kuijaji mm. kwamba sauti ilikuwa ya nani ila tunaangalia aliyetenda kwenye upande wa video eh, yule ndo tunayemwangalia zaidi. Sasa wewe ndo mtu ambaye utasema kwamba huenda sauti sio ya Doricus lakini kama sauti sauti sio ya Doricus kulikoni kutoka kwenye kwenye, kwenye kuweka sauti mpaka kwenye kwenye, kwenye kuweka video, kwa nini pakawa na utofauti, kwamba yule mtu hakuwa na sifa za kufanya video na wewe, alikuwa na sifa za kuingiza sauti tu, au lengo ilikuwa ni kufikisha ujumbe kwa watu kwa kile ambacho kilikuwa kinaendelea kwenye mitandao? Uh, labda niseme kwamba kuhusu kushuti video, uh, cha kwanza, uh, msanii ambaye nilifanya naye audio mm -hmm. yupo mbali. okay. Alafu cha pili Uh, sikuwa na mpango kwamba nitashuti video. Hmm. Uh, kushuti video ya wimbo wa Single Boy. Hmm. Ilikuja mara baada ya, ilikuwa kama pale kazini ni kuepo mimi na Doricas. Hmm. Nikaplay hii ngoma. Hmm. Sasa tulivyoanza kuichangamkia kwa vibe. Ndio. Hmm. Nikapata akili nikasema, we Dori, kwa nini tusishuti ngoma? Hmm. Alafu pia kitu kingine kilichonishawishi nikashuti video na Doricas kutokana na uh, umbile lake jinsi lilivyo, yani mwili wake jinsi ulivyo mdogo mdogo mdogo mm. yeah, na ni mkubwa, of course watu wasije wakasema waka, waka eh e, kwa nini amecheza na mtoto? e, kwa nini mm -hmm. anafundisha watoto maadili mabaya? eh, si unajua kijana, nimeona hizo comment, nimeona hizo comment, watu wanasema ulikoni eh kwamba mmeshaanza kuharibu watoto siju mm. -hmm. nini. No, sio mtoto. Hebu hebu hebu mwambie shabiki yako kwamba Doricus anaomba gani na ni kumuondoa ile ile hofu ya ulakini wa kusema kwamba unaharibu watoto kama umeshakutana na comment kama hizo. Uh, nafikiri alishawahi kuzungumza au mm. Atazungumza mwenyewe kwa sababu nimekuja naye okay. Kuhusu yeah. Mambo yake atazungumza. <laughs> <laughs> atazungumza mwenyewe <laughs> mimi nisije nikaongea afu nikaa nimeharibu au nimepatia mm. yeah. Kwa hiyo ndio hivyo nimeshuti ni naye Doricus kutokana na mwonekano wake nimependa kwamba mm. Hii video itaenda sana kutokana na mwonekano wako kwamba haijawahi hey, tokea kwa, kwa umechukua kama mwonekano wake ma content kwako Content. La, la, la. Yeah. Yeah. Content. <laughs> Kwanza sio tu kwenye video mimi <inaudible> nilianza kuiona content tokea hajaingia kwenye yani tokea sijamshawishi aingie kwenye hii tasnia ya sanaa. Ndio maana nilienda nilio, nilio, nilio, nilimfuata hadi kwa wazazi wake kwa, kwa sababu najua hii ni content inabidi niisimamie na nahakikisha naisimamia mpaka ndoto zake zitakapo zitakapotimia. Okay. Na nataka nikurudishe nyuma kidogo, Sharobaro wa Njombe. Imekuwa imi, na baadhi ya mashabiki tunasema, wamesema umekuwa na bahati sana ya kung'amua vipaji, haswa watu ambaye wanaonekana wenye miili midogo, na kuna tetesi zilizokuwepo kwamba wewe ni moja kati ya mtu ambaye ulishiriki kukiendeleza kipaji cha Anko Zala, lakini kuna wengine kama vile hawana uhakika au vipi? Unalipi la kumthibitishia kwamba kweli Ankonzara aliwe kupita kwenye, kwenye mikono yako kwa, kwa lengo la kutafuta njia kuendeleza kipaji chako? Uh, labda niseme hivi hmm. Ankonzara mimi siwezi nikasema kwamba alipita kwenye mikono yangu hapana hmm. kwa sababu hmm. uh, Ankonzara hmm. sijafanya naye kazi sana hmm. Kwanza of course yeye mwenyewe ndo aliyenitafuta kabla hajatoka okay. Alipokuwepo hapa Njombe, nafikiri ametokea Iringa nafikiri mm-hmm. kwa walivyofika Njombe akanicheki, akanitafuta, akaniambia brother, naomba collaboration na wewe. Akasema una, unajishughulisha na nini? Akasema mimi ninachekesha nini na nini. Nikasema okay, kwa sababu mimi uh, kawaida yangu mimi kufanya kazi na mtu lazima nijue ni kwamba anafanya nini, ana idea au ana kipaji, umeona mm. Nikasema basi nionyeshe kazi zako ili nizione ni mm. Akasema ingia mtandaoni, andika ankonzara mm. Kaingia mtandaoni no. Nikaandika nikaandika eh, ni. Nikaandika, ankonzara mm. asa nika... bona bona mtoto nikamrudia, nikasema mi sijakuona bwana, bana nimemwona tu mtoto sijui nini mm. Ndo mimi blaz, nikasema wewe <laughs> <laughs> Nikasema, ndo tukakutana, ndo tukafanya kazi mbili nafikiri, kama sio tatu ni nne mm. baada ya hapo Ah, no, sio akaenda Iringa ndo akapata bahati hiyo ya kubutua eh, kuonekana. Okay, siwezi nikasema kwamba kwa, kwa zile clip tatu ndo zimemfanya aende vile ilikuwa njia kama vile yeah, yeah. Bahati nzuri au mbaya yeah, kwamba mbaya hujamfaidi lakini nzuri kwa sababu alitoka akiwa pamoja na yeah, mwenyewe nafikia yeah. Uh, kwa, ma, kwa makadirio au kwa makisio naweza nikahisi kwamba mm. Content iliyomtoa ni ile mwaka wa mama mwaka wa mama ile mm. Ndo ilikuwa inaenda sana yakwao. Okay. Yeah, mi siwezi nikasema Nkonzara kapita kwenye mikono yangu ndio maana ametoka hapana. mm. Okay. Yeah. Tunakuja kwenye upande sasa, wewe upo kwenye uchekeshaji lakini pia upo kwenye uimbaji. Uh, tuli tulikuona muda mrefu ukiwa kwenye uimbaji kitambo na ukasema kwamba huko umetulia ume kwanza e, eh, sasa hapo eh. <laughs> kwenye uimbaji hapo eh, watu wasije wakafikiri kwamba mimi ni mwimbaji kwa sababu watu ndo wanafahamu kupitia video kwamba mm, kumbe Sharobaro wa Njombe ana ngoma mm. Hii huu uh, wimbo ni wa muda mrefu sana ukiangalia, ah, audio yake ina yeah, miaka ina miaka mingi mingi kidogo okay. Ndio maana nimesema sikuwa na mpango wa kushoot video lakini mm, kutokana na ile vibe ni oye, wimbo, wimbo wa kitambo wimbo wa muda ah, ile vibe ndio nilifanya kwamba ni shoot video okay. na ngoma nyingine pia ambayo ndio ile jina langu mimi inaitwa, mnaniita, ulijua nitatangaza nini? <laughs> yani, yani, yani, yani, yani kumwimbia Dori kulingana na tangazo niliweka kwamba tarehe moja nitatangaza nitatangaza Yani, mara baada ya kuona tangazo nilifanya coding kwa zile clip kwao, nikajua hapa kama so engagement basi, ndoa ulifikiria hiyo kwamba hebu mpe kidogo, ambaye tunasema shabiki ambaye itazama TV tulio, ambaye anaitazama Asili Yetu TV tujue kwamba kulikoni na mi nataka utoe kama kwenye eneo la chorus, alafu Dori, huku awe kama vile anaitikia kale ka eneo kale eh mi e. chorus tu eh chorus tu afu afu nigeuke upande wa Dori kasi tu cheki na ina kwejo e. very simple mm. very simple mike sana eh mike okay mm. single boy nimechoka kuwa single boy, unaona jetu wote single boy. Mimi nataka bibi nishi na wewe. Sawa baby usijali. Single boy. Nimechoka kuwa single boy, unaona jetu wote single boy. Mi nataka bibi nishi na we. Sawa baby, usijali <laughs> lakini saa, <laughs> Doricus, mbona Doricus tu, tu, tu, tunakuja upande wako, lakini pamoja na kwamba kwenye video Umeua sana. Mimi, mimi pamoja na, na vitu ambavyo vitaipeleka mbali ya, ya video jinsi yani alikuwa na confidence ya hali ya juu, yani kama mliweza kama kushuti kwa siku moja au kama ni wiki moja basi tuseme wiki hiyo, Doricus alikuwa kwenye kiwango bora ambacho sizani kama, kama, kama, kama ni kawaida yake, basi ongera sana lakini, pia kama nilitokea ni tu kwenye mudi si, eh, eh, eh, eh, tunavyotarajia kufanya jambo lolote dhar huwa tunafanya mazoezi okay. Eh, lazima tufanye mazoezi tujiridhishe kwamba hapa tumeiva hmm. Tunaweza tukaingia okay. Hebu yeah. hmm. Tuje upande sasa so, utuambie kwamba Kipi ambacho kilikusukuma kili, kili ukakubali kusimama kwenye ile eneo ungali ukiangalia, yani yani, yani mwonekano wako wewe, mwonekano wa Sharobaro alafu ukaja ku, ku, ku, kulinganisha na aina ya ngoma ambayo naifanyia video, hujaona inakuja kuleta ukakasi kulingana na jinsi maisha mnavyoishi? Hapana, mi sijaona hmm. kama kuna ukakasi kwa hmm. sababu ni kazi okay. Kwa sababu ni kazi mimi sijaona kama kuna ukakasi, lakini kwenye, kwenye, kwenye, video ulionyesha kama ulikuwa uko huru, afu ulikuwa na furaha sana. Aa, ni, ni, ni, ni, kwamba ulikuwa unatamani kupata ile nafasi, au, au, au, ni kwa namna nyimbo ilivyo, hatujajua kuliko nilikuwa ah, ni kwa namna nyimbo ilivyo, hmm. so kwamba la, lazima ufurahi, well, like, lazima ni, mm. Ndiye, lazima na, ni na na fly ndio, najua baadhi ya viklipu hata na wewe ulikuwa unaviposti vipi, mapokezi watu walikuwa wanaanza gani mit watu wanasema tuna mahusiano, lakini hapana. mm. mm. mimi Sharobaro, na muheshimu sana tena sana. Lakini anasema mnapokuwa mna, mna watu wawili wenye jinsia tofauti, um, haijalishi mko kwenye mazingira gani, lakini namna tu ambaye mlikuwa kwenye zile position za kufanya video hey, vipi ugumu wake kwenye miili tunazungumzia miamko si binadamu, tumekamilika. Hapo ngoja niingilie hiyo eh, eh, hapo hilo swali mm, haikutakiwa hai, yeye niulizwe mimi, maanake mimi ndo nilikuwa najisikiaje. Yani mimi ungeniuliza, unafurahi tu kwa sababu umeshatoka kwenye msingo boy. Hiyo miamko ni ya mtoto wa kiume hivyo tu, mtoto wa kike. Unajua siku zote yeye anachukulia mm, kama ni burudani Nafikiri ume, umeona hata kwenye kwenye trip ile ile ya ya B2K. Mm. <laughs> Umeona kilichotokea pale? Uliona lakini kwa kwa hiyo hiyo hiyo, mara nyingi wanahangaika na na kuumia sana wanaume, wanaume. Uliumia. Sababu sababu uko. Sasa siwezi siwezi nikaiongelea nikaiongelea kwamba niliumia au sikuumia, ulikuwa na uhakika kutoka kwenye single boy. Maana yake a a nini? Unasemaje? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> We, we, vipi upande wako, ilikuweje? Au ulikuwa uko kawaida tu comfortable tu, au kuna namna tu ulikuwa unajikaza? Sababu ni kazi, lazima tufanye kazi na kitu kionekane, ujumbe ufike kwenye jamii. Ah, hmm. jamii. okay. ndiyo. Lakini mara baada sasa, tumeona jama, imeachiwa video maalum, official video imetoka Uh, vipi labda kuna, kuna, kuna baadhi ya comment ambaye zimefika kwako kwa ambaye kidogo zinakuumiza akili, au, au natamani kumwelewesha shabiki ambaye ya, am, am, amekucheki labda amekwambia hivi na hivi na hivi unaona, kuna sintofahamu kwenye upande wa comment. Mimi namwelewesha shabiki ambaye alikuwa anasema tuna mahusiano mm. Hapana, mimi okay. Sharobaro wa Njombe ni bosi wangu na muheshimu mm. Hatuna okay. mahusiano mm. Kwa hiyo mm. sasa tunataka kutambua unania, tunasema kipaji chako upande wa uigizaji uko, tayari kufanya labda video nyingine na wasanii wengine, labda pale ulikuwa unajaribisha tu, au ni video yako labda ya pili, ya tatu umeifanya, kwa sababu confidence ulionyesha hatuwezi kusema labda ni ya kwanza, ya pili. Wewe ndio nitakao, tuambie sasa. Ha, kwanza tuanzia kwenye wasanii ne. Nipo tayari kufanya kazi na wasanii wote, hata mimi nikikuhitaji, mimi na ngoma yangu Aina shida. <laughs> <Aina shida. laughs> <laughs> Ni video ngapi ambayo unaifanyia kazi? Ni video kwa wimbo ni video ya, ah, imu, imu, imu video ya kwanza ndiyo kwa, kwa mm. Vipi tunaangalia, tuna upande wako unahisi una unatamani kuendelea au bado unaona kuna ugumu hapa na kukatisha tamaa au kuna changamoto ambazo unaziona huko mbele zitakufelisha? Hapana, natamani kuendelea sana. Wasanii wengine mm. Yeye anatamani kuendelea lakini sasa hivi uko chini ya Sambe Talent. Uh, hatujajua sasa upande wa uongozi, labda kwa sababu tuko na bosi Sharu huko kwenye Sambe Talent, tunamruhusu akapige kazi popote, au kuna kuna misingi ya ya, ya kigrupu ambayo imeekeana ambayo lazima kama kiongozi ufanyie kazi hivi hivi, kwa mfano hmm. ukiwa una ukiwa una, labda una kiu ya maji mm -hmm. Sasa unatembea njiani unataka uh, ubishi hodi kidogo, si lazima ubishi hodi useme jamani, mm -hmm. Mimi nina kiu ya maji eh. Kwa utaratibu ni ule ule kwamba eh. mtu... lazima aonane na wewe kama kiongozi lazima aseme hodi mm -hmm. ili ili tu, tu, tu. eh, tuzungumze okay, yeah. Kwa hiyo ni tayari sasa mazungumzo nitegemea mazungumzo ya kwanja au mazungumzo tu kawaida kawaida, kuonekana misingi tu ya kawaida ya kikazi Uh, mazungumzo yeah. Hey, ah, ya yeah. Kibiashara okay. Vipi? Hebu <laughs> turudi kidogo kwenye ngoma ambayo umeachia jana. Uh, kwanza mapokezi yake nakuaje? Lakini pia utuambie ngoma hii inamlenga mtu maalum au, kwa sababu umesema kwamba audio ni ya muda mrefu sana, ilikuwa ni special dedication kwa mtu fulani au ilikuwa ni kama moja tu ya burudani? Uh, unajua nimechanganya ni, mm. ni burudani na special kuna... mm kuna, kuna baadhi ya mistari ambayo ni i, i, i, inalenga moja kwa moja. Kwa mfano kuna mstari niliyosema kwamba eh, siwezi kufanyaje, siwezi siwezi kurudi tena kwa mpenzi wa awali, ina maana ni Ina maana kama dongo kwa ex wako wakos akajua <laughs> <Yeah, kila laughs> Sharobaro ananirudia. Kila mtu ana ex. Sizani e, kama kuna kama kuna mtu anaweza akakosea ex jamani, wewe mm. mm. wewe uingie kwenye mahusiano na usiachike. Lakini si nasemekana nyie mkishakuwa mastaa huwa mara nyingi hamwakubali wapenzi wenu wa awali. Yaani, na wala hampendi kuambiwa kwamba uliwahi kuwa na huyu. Aa, mm. Sasa sasa niambiwe wapi yani hizo stori za, hmm. za mpenzi wa zamani zitatokana hmm. zita na nini naweza yani, tu nikakuuliza mpenzi wa kuwa, dogo. Nani? Hey. Ha, siwezi. Hey. Mwata. kwa awali kabla ujawa sta. Sio, sio mpaka tu niwe sta hey. kawaida tu siwezi kuanza ah, ku, kusema alikuwa mtu fulani hmm. yaani, kwa nini kwa nini yani? au kwa nini nimuweke public kwamba okay, alikuwa mtu fulani hmm. No, haiwezekani. Yeah. Kwa unaenda na wanaenda mimi na naweza wana. <laughs> nikamtangaza ambaye. Hebu tuambie kwa a, labda ngoma hii naye ilikuwa inamhusu, ana enjoy sana, au akisikia anaona. Of course niko single, umechoka ama umechapata? yeah. <laughs> Sasa hii ni sanaa, niko single, nimechoka kuwa single boy. Ok bwana, niko naye Sharubar wa Njombe, lakini niko pale ikona paleauzumuzia chupa ambayo limedondoshwa siku ya jana, ilikuwa mishala ya usiku hivi, lakini mambo mapokezi imekuwa mazuri na tumeona ni bonge la video, kichupa kabisa na kinapatikana katika akaunti ya Sharbar wa Njombe pale YouTube bwana. E, mwana niko naye hapa ajili ya na mastori, ikiwa tuko katika msimu wa pili wa Eh, Asili Yetu TV Night Dreams Show ambao tunakwenda kuhitimisha pale tarehe mosi Novemba 2025 katika hoteli ya Bednest, na burudani ni sehemu pia ya event yetu, kwa hiyo lazima tuzizungumzie burudani. Shukrani kwa wazamini wote ambao walikuwa pamoja nasi na wanaendelea kutuunga mkono, na bado tunaendelea kupiga burudani. Eh, bwana Sharobaro, una lipi la mwisho ambalo unaweza ukamalizia kwa upande wa shabiki yako? Uh, mi shabiki zangu nawambia kwamba mm -hmm. Msisahau kwenda pale YouTube kuni support mkaangalia ngoma, video mpya inaitwa Single Boy, nimeiachia tarehe moja. mm. Ya, yeah, mkaangalie. okay. Pia usisahau kuweka comment pale, kulingana na hiyo video umeionaje? mm. Yeah. Comment unazijibu au unaangalia au kwa ajili ya kujifunza kwa kinachofuata? Uh, comment mimi nafuatilia, sio lazima mm. ujibu, alafu mm. yani mimi comment huaga nafuatilia mm. alafu nazitendea kazi okay. kuliko kujibu mm. yeah. Naona bora kuzitendea kazi Sharobaro, no, yeah, nataka kuuliza swali moja la kizushi kabla ya kuachana na wewe. Njombe tumekuwa ni mkoa ambaye tunasema ni upcoming kwa spidi ni sana, unakuja, na wewe ni moja kati ya wasanii ambao wana wafuasi wengi kwenye mitandao ya kijamii hususan TikTok. Vipi upande wa matangazo ya kibiashara kwako, yameanza kubisha hodi au bado wanasuasua, wanataka elimu? Matangazo yapo lakini sio sana kivile, yeah, ni mara chache chache mm. yeah. kwa hiyo bado ni changamoto kidogo kulingana na mkoa wetu Matangazo unajua, sio lazima upate matangazo eh, mkoani kwako. mm. Sehemu yote unaweza kupata tangazo na wasanii wengi wanasema kwamba faida ya kuwa na wafuasi wengi kwenye akaunti hususan za TikTok ni kupata matangazo, ndio unapata pata shekeli. Ndio. kwa hiyo tafsiri yake bado mambo yanakuwa magumu kwa sababu matangazo bado sio kivile sana. Ah, matangazo yatakuja tu. mm. matangazo yatakuja. Ah, shukrani sana. Bwana ah. Eh, Doricus unalipi la kutuambia mwisho mwisho, tunamalizia kipindi chetu minaambiwa mashabiki ya sauforo mm. Okay. Na kutufuatilia kupitia akaunti zote ambazo napatikana, okay. Kama Doricus. Pane, YouTube, YouTube sai una channel channel akaunti ya kwa kama wewe? YouTube. Au YouTube unapatikana kule kule Swamp Talent. YouTube unapatikana Swamp Talent mm. Lakini huku Instagram, TikTok kama kawaida kawaida Doricus. Doricus. Kama Doricus, yes. Yes. Yeah, Doricus, ana ana YouTube pia. pia mm. yani, uh, yani kasoro kasoro x mm. Ila mitandao mingine yote yupo yupo, hata hata msanii wangu mwingine idaya mm. yeah, mitandao yote yupo. Okay. Kasoro okay, x ah. yani Facebook nini kote, Doricus. Wow. Okay, eh yeah. Bwana yeah, shukrani kwa nao Doricus pamoja na Sharobaro Njombe wakija ku release ngoma yao ambayo wameachia usiku wa jana kwa mkia leo. Shukrani kwa hombolo wine ambayo anaendelea kukupa shavu, lakini bila kumsahau mama ngoni mgahawa sharp kwako, kwa kwa. lakini pia Aban Shevo heshima eh, kwako. Tunaendelea kutambua uwepo wako, endelea kutupa support katika event yetu. Bila kusahau pia eh, wanaoita Keti Kids Shop anapatikana pale eh, soko kuu eh, bila kusahau Wellas Production tunatambua uwepo wako fresh, tunaendelea kuenjoy sana. Usikose tu kutufuatilia katika mitandao yote ya kijamii na ukurasa wetu wa WhatsApp Uh, pegi yetu kujua kipi kinaendelea, kuhakikisha kwamba tunaenda sawa katika event yetu ya msimu wa pili 2025. Kadi bado zinapatikana kiuchache sana, kawaida 2020 na naye tunasema VIP 1500 tu, tunakuwa tuna enjoy siku ya tarehe mosi Novemba 2025 ndani ya hoteli ya Betness Hotel pale Uzunguni. Lakini pia nisisite tukuambia kwamba wasanii watakuwepo kwa wingi, buda zitakuwa nyingi na vyakula, enjoy kama familia Endelea uh, kuwa nasi. Ulikuwa nami, naitwa mzee wa tatu, na mwisho wa hapa ndio mwanzo mwingine. Endelea kuwa nami, asante.